Inatokeanga blue lakini, yangu si blue, yangu ni purple, lakini kwa, kwa video hii inatokea blue. Uh, tunashukuru Mungu kwa sababu ya hayo. St uh, Simon anasema niko ndani na watch the show. God bless you so much. uh, uh, Mungu akubariki sana, uko wapi? Uko kule kule, wapi kule zamani, ama ni wapi? God bless you so much. Sasa Steve. Yes. Ningependa kujua the challenges that ulipitia wakati uliokoka, ama wakati ni nini kilikuvutia, kiliku aswa ukaokoka ukajipata umeokoka? Eh, sababu ya kuokoka ni hii moja mm -hmm. Nidi, niliona ni mm -hmm. nimeishi maisha ya, ya kutamani uoko mm -hmm. Yaani, kutoka nizaliwe mi mwenyewe sijaipata kama wazazi wangu niwapata, mm -hmm. kwa kanisa so, nikawa hiyo kitu iko ndani yangu bado, mm -hmm. natamani tamani tu kukaa katika kanisa natamani, mm -hmm. kukaa katika kanisa. mm -hmm. So ndo nikajipata mwenyewe nimetamani pia, yeah, kuokoka. okay. yeah. so hiyo hiyo kuenda kanisani ulianza ku... ulianza kuimba lini sasa? Kuimba nimeanza kuimba 20... 20. 2020. Sasa hapo ndio ulianza mambo ya kurekodi nini? ya kurekodi ndio nimeanza hapo, 2020. Na ulijuaje, ulijuaje we uko na kipawa ya uimbaji? Eh, kutoka nikiwa mtoto. Nimeishi kuwa na hiyo, aniyo hiyo, tamani sana. Sasa mimbaji. Ukiwa pale mtoto ulikuwa na ulikuwa na ni, ni, ni, ni njimbo gani ambayo zilikufuta ama ulikuwa unasikiza nani mwenye ukasikia uka, uka ya kwamba fulani bwana anaimba, hata mi naweza imba? Ndio ndio maana umenyolewa kama yeye kari okay, kari mtoto. Ndo nikangangana although, nilikuwa kuna wakati nilikuwanga niko confused, ndio nasikia nyimbo zinakuja kila time, reggae bongo, so, ukashindwa sasa ni which is which? Uh -huh. Zote zinakuja wakati niliokoka. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sasa nikajua wokovu ni nini, nikaelewa maana ya wokovu. Sasa nika nikawa kwa mamingi mara nyingi, mara nyingi kama mimi wakati nilikuwa na naanza kuimba kuna watu walinipiga ukora. La, na, na lazima mtu apitie katika hiyo challenge. Wewe uliwahi pitia challenge yoyote katika uimbaji eh? ukianza kuimba what is the challenge ambayo ulipitia pale ikakuumiza sana? Okay, wakati nilianza kuimba, sikuwa na uwezo kwanza. nilikuwa na niko na goma mm -hmm. But sina pesa ya kwenda studio mm -hmm. So nilipatana na one of my my friend mm -hmm. Na akawa akini support eh, but vile nilienda studio, nashukuru juu nilifika studio na okay. Nikarekod goma zangu mm -hmm. Na juu ni kitu nilikuwa nilikuwa na tamani sana kutoka nikiwa, wakati nilianza kuimba hivyo, nikasema ila wasiku yenye nitaanza kurekodi nenda studio plan. Okay, yeah. Na hiyo studio Mungu ndo alikanipeleka, akanipeleka hiyo studio. Sa sisema nilipata ubora mm -hmm. ama nini mm -hmm. lakini ingekuwa ni saizi mm -hmm. singekuwa, singefanya vile nilifanya huo wakati mm -hmm. kwa maana saizi kuna kitu nimesoma mm -hmm. katika mm -hmm. muziki yeah. so katika ile challenge ambayo ulipitia we umesoma kakitu nimesoma Mm -hmm. A yeah. Wow, that is good. na tunashukuru sana kwa sababu watu wengi sana hupitia katika challenges ambazo wengine wanavunjika moyo, wengine wanapokea nguvu za kuendelea. What is the challenges ambayo wakati ulianza kuimba wazazi wako walichukulia hii jambo namna gani? Waki ni kitu imekuwa wakiwafurahisha. mm -hmm. juu maana wameniona wame na hiyo kitu kutoka kitambo. mm -hmm. juu nimeishi kushika hizo magitaa najitengenezea. mm -hmm. pokwa nyumba nyumbani, ulikuwa unatengeneza ile gitaa ya nini hizi? yeah, za he, <laughs> mitungi kama hizo <laughs> asanteni. yeah. wow. yes. sana kwa wale ambao wako ndani. Naona mtu anaitwa Menda Jones unamjua? Menda Jones anasema watching from Kilimambogo the show is lit. Keep, eh, keep, keep it up bro. Uh, Pauline Muteti anasema tuned in, karibu sana. Uh, kwa hivyo we uliishi kujitengenezea magitaa yeah, magitaa uliwahi piga kamutungi ukapiga kutengeneza <laughs> sana. Eh. Sana nimeishi kutengeneza hizo vitu. Instruments. Natengeneza uh -huh. mingi. Ya kila uh -huh. aina uh -huh. Unapiga unajua, wazazi wengi sana nyinyi kama, kama mtoto wako umeona ameanza kutengeneza hizo magitaa za nini na umeanza kuona, unajua mtoto, mtoto anatokanga na hiyo kitu, na hasa wazazi wengine ndio wanafanyanga mtoto asi, asiwe na na hiyo hamu ya kufanya hiyo kitu ambaye alikuwa nayo, kwa sababu ulimkazia na ukamnyima so ukiona mtoto wako anapigapiga mangoma anapigapiga meza, wachana na yeye, endelea kumsupot maana huu mtoto ako na kitu na ako na kitu ambao e, kitakuja kumsaidia sasa. E, kufikia hapo ni hiyo e, mziki yako, unaona kama inakufanya nini, kufika hapo penye nimefika kwa mziki, siwezisema mm. Yes, mm -hmm. Mm -hmm. E, juu kuna wengine wanasemanga e, mziki ni ngumu, nasikia kuquit, hata wengine wamequit wamesema wanataka kwenda kwa, wanataka kuacha gospel waingie kwa, kwa, kwa, kwa nyimbo za katito hizi, utarudi. Utarudi. Utarudi. Utarudi kwa sababu huko ni kugumu kugumu hizo, that is, that is nyimbo hata ukiwa mdogo ama vipi Okay, kuna, kuna vile nimekwambia, kuna wakati nilifika nikawa niko ni, ni kama si siuko stand na, mm -hmm. pande ya gospel si siuko pande ingine ngoma zinakuja oh, zote okay. so ni ngoma nikia, nimekuwa nikiandika zote mm hu -hmm. wakati mm -hmm. so wakati niliokoka ndo. Sasa wimbo yako ya kutoa ya kwanza kabisa ilikuwa gani? ngoma yangu ya kwanza inasema inasema wanawatangewa imba kidogo kendwa wona watangiwa ukilasya kau indi wamwikwatia Yesu nawongama nake nakenukudhea ongame na sasa zile nyimbo yo. Unajua, sasa ile wimbo ya, ya, ya, ya kwanza ile, lazima uonyeshe mahali umetoka so ujaiweka kama iko na video. Oh, yeah. So unaendelea ku... unaendelea . Okay. Video yangu ya kwanza na nipenda bado, mm -hmm. mm -hmm. Okay, na video yote. okay. yes. Kwa hivyo sasa umesema challenge challenging yote ambayo ulipitia ni, ni, ni, ni kukosa pesa, ni kukosa pesa. uh -huh. challenge nyingine? Challenge nyingine ni useme, si tu ni kukosa pesa mm -hmm. Juu kama ni ngoma matirio niko nayo mm -hmm kama unasikia kama wewe uko pale na unaweza support huyu kijana, unaweza msupport na inakuwa ya baraka sana. Kuna mtu akona mapesa najui atapeleka wapi, unaweza hmm. leta kipande hii. Ukileta kipande hii tunaweza tunaweza kurekodi muziki nayo na mambo yanakuwa mazuri. Na sasa hebu nikuulize, Steve ni wimbo gani ambao uliimba ukasikia kweli kabisa nimepenya katika mbinguni? Najua kuna wimbo ambao unaimbanga mpaka mpaka wewe mwenyewe ukisikiza unasikia kweli na kuhudumia, sema okay. kulingana na hizo ng'ombe zote nimeimba. mm. kuna moja mbaya <laughs> sijasema moja mbaya yani. lakini kuna ile, kuna ile ambayo unasikianga iko sawa. E. hiyo sasa yenye nimetoka kuimba. Kama mimi unajua mimi sasa katika yeah. nyimbo zako napenda ile kala nakwa, kala nakwa ya, ni vizuri uh-huh. Hiyo ni upendo wako, vile unapenda wewe mwenyewe, hivyo ndivyo unapenda, sio tu kwa different juu unapata, kuna hii yenye nasema, hii ndio napenda. Mwingine, most of people wananiambianga mimi nataka ikala sana na hapo. Actually sio wewe peke yako, wanapenda hiyo okay, but ndani yangu kuna ile nasikia anga like mimi katika nyimbo zangu yeah. kuna wimbo ambaye niliimba mpaka nili nikaipenda inaitwa inenge shughuli. That song niliimba mpaka hata ndio ilinifanya nikajulikana. So pia wewe unaimbanga, unasikia we hiyo wimbo kweli nimepenya na nasikia ninaweza kwenda na niende kabisa. So asanteni sana kwa wale ambao mko ndani, May God bless you na Mungu awatende wa mema. Na YouTube yako umesema inaitwa nini? Stephen Kamukuu. Stephen Kamukuu Kamukuu, tafadhali wote ambao mlio hapa mnatuangalia before tumalize hii show unaweza enda pale Stephen Kamukuu uende u search then umsubscribe bie, mpatie hiyo subscribe. Unaweza kosa kumpatia pesa yako na chochote chako, lakini umsubscribe bie, hiyo subscribe itamsaidia na naamini ya kwamba itakuwa ya baraka. So ningependa tusikize wimbo wake pale ambao unasema ekala nakwa then uh, that is my favorite song na naamini ya kwamba hata wewe utaipenda na naamini ya kwamba tutabarikiwa, so tutapata yule wimbo wake, kisha baadaye tutakuja tuweze kuendelea na kumalizia show yetu. Usiondoke okay, tafadhali na uweze, na uweze kushare the broadcast. Thank you unatazama HG